Basi unaambiwa chon akaanza kupita ile chaka tu chaka ile. Yeye anachojaribu kufanya ni kwamba anataka kujificha. Sasa swali ni moja tu, je, Master Fu Hongxue atakata tamaa au ataendelea kumfuatilia mpaka ampate? Unaweza kuona ni kama alichokiona ana uhakika nacho, kwa hiyo basi aliendelea kumfuatilia nyuma kwa nyuma, ni kama basi akikatisha namna hii, anahisi anamwona wapi alipokatisha naye anaendelea kwenda tu, wako katika eneo moja. Sasa tunajiuliza ni nini ambacho kinamfanya Chinon kujificha wakati. E, kuna mengi ambayo tumeweza kuyashuhudia ya e, kwamba wakati Chinon alipokuwa anadhaniwa kuwa amekufa e, basi Fuong shu alilia sana. Sasa angaika nchi hizi kapita pahala akawa anahisi hapana, alichokiona sio. E, huku na huku, naambiwa kona ni nyingi, lakini imefikia wakati sasa bibi naye, si unajua tena chakula chake siku hizi ni damu. Nguvu hana, kwa hiyo amekamata kuku nini. Yeeye yeah, alishakufa. Moyo wake unamwambia kwamba Chino na alishakufa siku nyingi, na ameamua kukubali kwamba ndio hivyo. Yeeye yeah, alishakufa, itakuwa pengine namfananisha. Haya, angalia Chino yuko hapo ndani, na pengine anasikia hata maneno ambayo jamaa anayaongea, lakini ameamua kujibana. Tena ni pale pale nyuma tu kaamua kujibana pale pale, angalia, ni pazia tu linawatenganisha <coughs> ikabidi tu atoke amwite, maanake alishindwa kujikaza Yesha. Na baada ya Fu Hongxue kusikia sauti, alitambua kwamba kile ambacho alikuwa anadhania amefananisha siyo. Ni ukweli mtupu kwamba atakuwa ni mwenyewe, binti mwenyewe. Mtoto kike kamsogelea na mwenyewe. Sasa kipindi kile au mara ile ilikuwa ni kama fikra tu, eh, ilikuwa anawaza tu, je, vipi sasa hivi itakuwa ndo yenyewe. Sasa kama kawaida, kijana hata kumtazama anashiba macho yakaanza kulengwa machozi, haamini. Basi binti anatabasamu, anaa e, kijana naye anamtazama namna hii. Natamani ni msanue ni mwambie, oya mwanangu, sahizi demu wako anakunywaga damu, usije ukalala usiku akakukata vidole. Haamini, anasema ha, ni wewe ndio? Ni, ni mimi. Lakini mtoto kaijibu saa kwa saa kwa kulegea Ah, atayi. Basi mrembo akamkamata namna hii. Sasa ile kumshinda ndio akawa tayari kama amethibitisha kwamba kweli itakuwa. Angalia, mikono ya mchizi na damu, kitu cha kwanza alimkumbatia. Alimkumbatia. Hakuamini lakini sasa ameamini, kwamba ni yeye. Maswali yatakuja baadaye, imekuwaje uko hai? Manake mara ya mwisho nakumbuka nilikuweka wapi na nini, kuaje? Ah, vitu vyote hivyo vitakuja baadaye. Mkono wa Fu Hongxue unatoka damu kwa sababu alidaka lile panga la mama yake. E, mama mama wa kambo. Maana yake si itakuwa ndio hivyo, si ndio eh? E, lile panga la Hua Bai Feng alilipolikamata namna ile lilimkata. Haya, ikiwa ujanunua channel ya YouTube na unahitaji, tunazo channel nyingi sana sasa hivi. E, tayari watu wangu wa IT wametengeneza channel nzuri nyingi sana. Kwa hiyo kwahiyo E, unaweza kupata ya kwako pia. Shout out kwa kaka Vis kutokea United States of America. Mm. Anamwambia aliyenisaidia ni huwa haniye ambaye ndo tunamwitaga boss. Hasa kwa nini baada ya, wow, ya kuamka usingenifata? Kamtazama Aka ni mm, mm tu akamwambia ni kwa sababu niko naye nimekuwa naye tu mda wote nashinda naye iaona sasa hivi inavyozungumza tayari, mimi ni mali yake, ndo mwanamke wake kabisa. Sasa jamaa alikuwa kama aamini hivi kumwambia, wajua, aliniokoa maisha yangu na alinipa ambacho nilikuwa natamani kukipata huko, anamwangalia machoni. Sasa inakuwa kama anamwambia vile makusudi, ili wasifuatane tena. Kwamba eti ni demu wa mtu sahihi. Najua kama mimi na wewe tulikuwa tunapendana si? Lakini katika hii dunia uiosi so watu waga wanaachana. Kwa kuwa sasa nimelijua hilo nataka uelewe tu, mimi ni mwanamke au binti wa kawaida, na nachotaka mimi nahitaji zaidi ya upendo. Yani anataka zaidi ya ule upendo akawa kachoka kweli, akasema unajua, ni kama vye mapenzi kama boksi lenye harufu nzuri, basi pana siku tu hali itabadilika. Sasa mwishoe ni kama ili boksi halina kitu ndani, na mimi sitaki kuishilia vibaya, ifike mwisho sina chochote Mm, jamaa kama sijui atakuwa amemwona. <coughs> Sasa usisahau pia jamaa ana sumu fulani ambayo aliathiriwa nayo enzi zile Marco Chan alipompa ile sumu, inasemekana ataishi mwaka tu. Kwa hiyo bado anakoa koa, hali yake bado si njema na nini. Alipomsikiliza mrembo kumwambia hivi, huelewi kwamba kwangu mimi maisha yani, kwangu si kitu tena yani, mimi nipo tu naishi tu. Yo hii.

hata sijui wapi na kuelekea kwa sasa. Hata sijui mimi ni nani tena. Na amini, unalijua, nimekuwa katika giza kwa muda mrefu. Sina muda mrefu wa kitu gani kingine inaweza. Hakuna sumu isiyokuwa na tiba. Unapaswa kuishi. Na hautakiwi kuishi kwa ajili ya mtu mwingine ila kwa ajili yako mwenyewe. Walau hii mara moja ishi kwa ajili yako mwenyewe. Je, unajaribu kufikiria maisha kwanza? Kubeba chuki kwa ajili ya wengine haitakusaidia. Acha kila kitu unachotaka. Afu nenda kaishi maisha unayotaka. Si wote ni unachotaka? Ni hicho sondo kitu ambacho umekuwa ukikikosa wewe. Sasa nenda kamtafute Ms. Ma, Ms. Fangling. Yes. Usisite e yes. Na usiwe na wasiwasi tena kuhusu. tenaiada woeo yes. Mimi tayari nimeshapata makazi yes. Bas kila la heri. Anamuaga lakini kwa uchungu mwingi sana. Sasa najiuliza kujificha kote kule. Nini sasa? Umetaka kuonekana bado, namwacha mtu na maumivu. Nakumbuka jamaa alivyolia alipojua binti amekufa. Sasa hebu imagine kama siku moja mpendwa wako atafufuka, alafu mkutane, afu akuambie kama hivyo. Unajua, inakuwa kama destiny ya Fu Hongxue, nayo pia ni ni destiny ya uchungu. Na napenda hivi vitu, nikiangalia kwenye sinema inanifundisha maisha halisi yanafanana. Binti ameatamka yale, lakini amepiga tu achache, uchungu ni mwingi sana yani ameatamka ile kwa kudhamiria ili kusudi jamaa simfate tena, lakini upendo ni mwingi kuliko chuki. Sasa anashindwa kujizuia, kuna namna anashindwa kuendelea tu kwenda, sijui ataenda. Fikiria mtu kama huyo Fuongshu, tangu akiwa mtoto mdogo amekuzwa ame katika chuki, visasi. Lakini hata mapenzi hayako upande wake. Mtoto wake kafa e, kabla hajazaliwa ame, amefia tumboni. Mpenzi wake ambaye alikuwa naye hamtaki tena. Unaona bana. E, maanake tunamwongelea misimaa, imebaki chuki kwake, anataka mpaka atume watu wakamuue. Haya, mama yake tena naye pia ndo hivyo hawaelewani, sio mama yake yani hata yule aliyekuwa anamlea sio mama. Mpenzi wake ambaye ndo wangekuwa wako naye tena akafufuka, naye hamtaki. Basi akamwambia hebu, kama kuna uwezekano twende kwa kina Lilini. Jamaa akamwambia mimi nilikuwa nakusubiria muda wote, afadhali. Haya, binti kunaye Lilini, yuko pale peke yake, anatoatoa tujani tumoja tumoja anapiga zile anado ana ana ndo zile anakuja haji anakuja haji, anasema sasa atakuja tu, kabla huwa ile haijaisha, atakuja tu. Yani hapo kashapa chafua karibu maua. Kweli kweli binti anakisia atakuja haji, atakuja haji, atakuja mdo ni a anihuyo anakuaga na maua mengi sana. Ndio maana anachezea design hii. Akafurahi sana kumuona yeye basi akamrukia nini eh. Kwa upande wa Ikai, mambo sio mabaya, mapenzi anayapata, upendo anaupata, anapata marafiki huku. Fu Hongxue kata tamaa na nini, ngoja tuone maisha yake yeah! <laughs> uh. Binti alifurahi sana, kamkumbatia kafurahi na nini, yani moyo mwe wake mweupe. Haya, anatokea hapo sasa. Huyu brother tunamwita anaitwa kaja hapo, ndio kaka yake na Lilin. Kwa hiyo alipofika hapo Kafurahi kumwona Fungsho asema, tujaonana na muda mrefu, lakini pia alipata taarifa za brada. mm. Ha, basi usiwe mkorofi hapana. Mimi si mkorofi eh, nafikiri eh, si mbaya kama ukimsindikiza dada yangu. <sighs> hakika <sighs> dunia ina maajabu yake. Yo, toa tizama jinsi watu wengi, jinsi ambavyo Eh, wanataka waingie katika mapenzi. Wengine... wanafikia katika ndoa wengine hawafiki. Kaka anaongea lakini wao wanacheza. Nani aliyejua kwamba mwisho wa siku tutakuwa tumeketi hii. Kama tofauti ya wewe na mimi, ulikuwa unaongelea nini? Kwani nenda kwenye huu, ni ulimwengu halisi, unatakiwa kujionea mengi na kujifunza Fungua.

Sasa kwamba Marco anaweza kuwa, anajua sio, tiba sio. Eh, eh e, ndio wakati babake alipojitokeza binti alikuwa anashauku sana, na na kwamba alimwona jinsi Marco alivyoingia jikoni wakati binti alafu akabaki jikoni akiwa na kitu ana plani kufanya. Mchizi naye ananyoa mpaka nyusi wjoso nime ni y tena ndio maana <laughs> mi nilihisi tu kuna kitu ambacho nyinyi hamkuelewana, jamaa ndo anakuja kuelewa. kumbe ya... Inawezekana basi, kumbe hata sio yeye alihusika kunitilia sumu. Sasa unamjua Fuangshu, huwezi kumwambia stop. Wakawambia kila la heri.

na sasa ni zawadi ya upendo sio? Basi nimekuletea leo kama zawadi. Pale pembeni kuna kaburi la Yinia, alafu hapo pembeni yake kuna kaburi la yule mwamba mwingine, yule anaitwa Gong San. Nilikuwaga nafikiria tu kwamba kuwa na mama wa kambo ni sio kitu cha kawaida, lakini nilikuzoea na nimekumisi. Nimekuja kujua kwamba nimechelewa sana kukuelewa na mpaka sasa nimekuja kujua kumbe unatokea lile dhehebu la wanaita dhehebu la wachawi, na pengine basi tulitakiwa kuwa au basi labda pengine tulistahili kuwa na baba, uwe naye tu au ufe pamoja naye, lakini umemwaa hivi kwa nini chuki na upendo vinaishi vina duniani, na kwamba vinaweza kukaa katika moyo no wa mtu? Sasa nimejua ya kwamba kukata tamaa inauma ni zaidi ya chuki. Haya, anaendelea kuongea, yuko mwenyewe hapo, anasema yini, nimekumisi sana. Wakati akisema hayo, basi Master Fu akatabasamu, anasema ninapokuwa katika hali mbaya, mood mbaya

licha ya kwamba basi umetangulia. Nakumbuka nilipokuwa mtoto, kuna usemi wetu eh, ambao ulitumika za zamani mm, bora sana kuliko baadaye, alisema. Sikuwa na uelewa wakati huo, lakini sasa na uelewa kila kitu, sasa kiko wazi hivi ana mwaka mmoja tu wa kuishi. Taiwe wasai tadam. Akajua nitamuamini alichosema. Lakini kumbe ni huyu. Na mwongo uatapoaa, na sintawahi kumsamehe wii, we nimebd na nitahakikisha nimelipa kisasi kwa ajili yenu wote. Sasa, he, kijana yuko pale naye amesikia kitu. Alianza, amesikia alianza kuogopa Alipata hofu na alipojua kwamba bibie hampendi na anakisasi naye, hakuona haja tena ya kumsogelea, akaona ni bora aondoke. Bibie aliposikia kuna mtu kapita, akauliza nani huyo? Mara kidogo anahisi kama mama yake uko pale. Sasa alihisi kwamba tayari eh, yule bibie misma hayuko salama akitazama pale katika kaburi, hamuoni tena. Akajiuliza, nini kinaendelea? na nguo yake ndo hiyo hiyo, habadilishi yani. Jamaa kwanza haogi, afu habadilishi nguo. Mm, ogopa sana jamaa, haogi afu habadilishi nguo. Utaona watu wengine wengie wanaoga wanabadilisha nguo, lakini yeye haogi wala habadilishi nguo. Haya, kuna hofu kwamba pengine huenda labda mismaa hayuko salama kwa sababu gani? Kwa sababu huwa Bai Feng anaenda, anaweza kuwa anamwinda. Kwa nini anamwinda? Tutajua mbele kwa mbele. Kuna habari gani jamani? Tumemtafuta uh, kila mahali. Sijua anatuchezea mchezo. Hapana, kutakuwa kuna kitu. Wakaitwa watu wote sasa katika familia wakaanza kumtafuta. Haya, wengine wakaambia nyie nendeni huko, nyie wengine nendeni huko. Sasa ni mtu mmoja tu Master Fu Hongxue ndio aliyemuona Hua Baifeng kana kwamba alipita akaenda kumteka. Na sasa tunamuona live. Anamuuliza Ma Kongqun yuko wapi? Akasema mimi sijui. Hivi unadhani kwa sinta thubutu kukua? Wewe kwangu ni mzigo tu. <tuk> Mm, yaani nitahakikisha na kuua wewe afu naenda kumuua babako. Sasa unajua hata huyu Misma alishachoka. Alishachoka, alishajiandaa kwamba lolote likitokea leo. Maana yake sasa nimeshafikia mahali nimeshachoka. Ya nini kuhangaika hivyo kila wakati tu, unaona babangu anatafutwa, babangu anatafutwa, basi ifikie mwisho sasa. Akamwambia mama, acha, alikuwa mama ndo anapiga panga anataka kukata shingo ile. Ni lazo shimo. Wewe unafanya nini? Yaani sitaki hata kukuona. Ni chacho shimo. Mama, unajaribu kufanya nini? Ninajaribu kile ambacho nataka kumaliza, kile ambacho umeshindwa kukifanya. Fu Hongxue, nilikuwa na matarajio makubwa, lakini umekuja kunidanganya, kumbe wote wako . Nataka nikuambie kitu kimoja. Ma Kongqun kwanza amechanganyikiwa, kwa nini usimwache? Si umwache tu aishi. Unataka nimwache aishi? Unanitania eh? Yani kwamba unataka nimwache adui yangu aendelee kuishi kivipi yani?

Ulikua unaniuliza kama na kutumia kama vile kitu cha kawaida, kwa ajili ajiliya ufan na nilisha kuambia kisasi kilikuwa ndio mpango wa familia, yani lazima yote ambayo nilikuwa ni, ni kutoka tumboni kwangu mimi, efanya kinachotakiwa basi. Nakukumbusha subscribe YouTube yetu, hakikisha una like, una comment na ku, mimi nitashukuru kama, basi tutakuwa pamoja, sambamba hadi tutakapofika tamati mwa tamthilia hii. Mimi, naitwa Michael Lukindo, Mr. Ndoma. Ninakuaga na YouTube channel nzuri sana kwa ajili ya watu ambao wananunua YouTube, na hii ni kwa ajili ya kila mtu ambaye anataka kuweka mtaji wake mahali ili kusudi aweze kupata faida haraka. YouTube inakulipa kwa dola za Marekani, lakini si kila YouTube itakulipa. Sisi tuna zile YouTube ambazo zinalipa watu. Sawa eh, ambazo hizo basi, ukinunua kwetu ukianza kuweka video zako na mambo yako yeah. Sisi tutakupa ofa ya, ku, ya kutangazwa hapa, tutakupromoti mwezi mmoja, watu wa kujue, watu wakufuatilie. Ehe, lakini kwa haraka haraka ni kwamba ukinunua tu chaneli kwetu, wewe ni kama umewekeza, umenunua chaneli yako, weka vitu vyako, enjoy mambo yako, yataanza kukuendea na utasahau hata mambo mengi ambayo ulikuwa unahangaika nayo kipindi cha ehe, mambo ya kupata mshahara laki tano. No, YouTube itakupa zaidi ya hiyo. E, yani kwetu ukinunua utainunua kwa bei nafuu, lakini utakuwa ukiingiza hata zaidi ya milioni tatu mpaka nne kwa mwezi Sijui kama unanielewa. Karibu sana, mimi niko tayari. Tukutane katika episodi itakayofuata.